Mheshimiwa, nikuombe kabla hujarudi kwenye kiti, mheshimiwa naibu waziri, nikuombe sasa, baada ya kutamka maneno hayo, karibu simame pale na uweze kukata utepe. Nitomba afsa uhusiano uweze kumkabidhi. Naomba tunyanyuke wote.

Asante, niombe tu wageni wote karibuni, msimame pembeni hapo, sababu mko wachache balozi wetu, you are the ambassadors of pay like a local in the Azam Pesa visa. Eh, tunasema kama benda smile smile like the guest of honor. Yes, yes, thank you, asante. Kampuni za utalii karibu, asante to guys thank you to guys. Kampuni za utalii karibu. itakuwa ni Azam Media au Azam Stars. Asanteni sana, karibu Azam Media. Asante sana mheshimiwa mgeni rasmi na meza kuu, naomba turudi tukaketi. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya hotuba yako na uzinduzi rasmi wa pay like a loco nyumbe, kwa ruhusa yako, ni mkaribishe Bi Rehema Hafsa uhusiano wa paresa Media Group, ili aweze kutoa neno la shukrani shukurani. Karibu, asante. Uh, mheshimiwa mgeni rasmi uh, once again uh, we thank you. kwa kuungana nasi leo your presence means a lot to us. Tunashukuru sana na hii uh, uzinduzi huu kwa kweli ni major milestone kwa financial na tourism sector kwa Tanzania. Viongozi mbalimbali, wadau wa utalii, wanahabari, wageni waalikwa, tunashukuruni sana sana sana kwa kujiunga nasi, lakini pia msiache kutumia Azam Pesa Azam Pay zote tu, kama inavyosema no SIM card, no stress, tusiache kutumia. Shukran sana for our, our group CEO wa Azam Pay, Mr Firas Ahmad, director wa from Visa Jeff Smith, na Victor Makere, country manager wa East Africa Visa, Ibrahim Malando, na ndugu yetu kutoka wizara uh, katika Af uh, afisa utalii kutoka wizarani misaaida tona washukuruni sanana sana Mheshimiwa sana, sana. Mgeni rasmi, tunakushukuru na sasa tunakupa ruksa ili uweze kuendelea na majukumu mengine ya yeah, kujenga taifa. Asanteni sana, lakini wanahabari pia tutaendelea kuwepo. Asanteni sana, asante. Makofi mengi kwa, kwa rehema Mheshimiwa mgeni rasmi. Niombe sasa tumefikia uh, uzinduzi wa loolapi lekiloko like ambapo a, sasa tunaenda kuanza kufanyia kazi rasmi, na tumekuomba kama Azam Pesa kwamba nawe ikikupendeza, kama bado hujasajiliwa basi, ukitoka pale nje tukusajili ili uweze kuwa na Azam Pesa app katika simu yako. Niombe kwa ruhusa sasa, kama utakuwa na sisi au kama najua una majukumu mengi, tunakuruhusu lakini tutakuja kusajili pale nje. Naomba tunyanyuke wote wakati mheshimiwa mgeni rasmi anatoka. Wakati huo, niombe timu ile ya kusajili basi, tutamsajili mheshimiwa naibu waziri, waziri ye, kukote, kwa sababu naibu waziri yupo kikazi, yeye mwite kokote atakuja kuhakikisha kwamba anatangaza utalii nchini Tanzania na nje ya Tanzania. Asante sana, tunakutakia kazi njema. Wandishi wa habari, baada ya hapo tutakuwa na interviews lani mtamwona afisa habari na uhusiano, ili aweze kuwapa modalities. Wengine we'll, naomba tuketi.